Shaki hapa naam, imetimia saa kumi na saba kabisa. Yeah! ni mwitassaniwa. Nashangaa kila nikiuliza salio inakuja sita, sita, sita, sijui firmaso ni wanampango gani. Na mimi tarehe tisa, Simba lorote baya liwakute Tarehe kumi, Yanga kalipe kisasi, ikiwezekana uwa kabisa. Halo. <coughs> ni bora nifie nilipozaliwa kuliko kwenda kuishi Sumbawanga. Halo. <coughs> anakwambia hawezi akaishi bila wewe wakati anaishi kwao. Halo. <coughs>